Uh, kufuatia mtaala mpya wa elimu ambao utawasaidia vijana wengi wa mashureni kwanza kuwa na elimu sawa, kiwango kiwango bora cha elimu, pia kuwa na uwezo wa, ku, wa kutafakari na kuweza kuzichangamkia fursa pale wanapoziona kutokana na kupanuliwa kwa elimu uh, ambapo hapo zamani ilikuwa ni miaka saba na sasa hivi ni miaka kumi. Hii hey, itawasaidia vijana wengi au wanafunzi wengi kuwa na mawazo kwamba wote waweze kumaliza ile miaka kumi, sio kama zamani ambapo mtu alikuwa na uwezo tu wa kumaliza miaka saba na akadiraksi unaona. Alafu kitu kingine pia kutokana na wanafunzi wengi sasa hivi eh, ambapo mtaala huu mpya umelenga kusoma miaka kumi itawasaidia wanafunzi eh, kuwa na uwezo sawa wakielimu wa wa ki, kila mwanafunzi anapoanza awali lazima amalize form 4, eh, ah, yeah. Kwa hiyo itawasaidia vijana wengi kuwa na, na mawanda mapana pia kuwa na uwezo ulio bora darasa saba kuto kuferi, hmm. Nadhani itakuwa limepunguza lime kitu kikubwa sana huku mitaani kwa sababu hapo zamani darasa saba akisha kuwa amefeli ndo huwa wanazalisha vitu vingine, kama watoto wa mtaani hapa Nyarodi na vitu hivyo vya tofauti tofauti, wanakuwa nakosa cha kufanya, kwa sababu wanakuwa bado umri mdogo na wanakosa cha kufanya, ndio maana wanajikuta wanaangukia kwenye makundi yao sio kwa salama. Lakini kama hivi inavyokuwa inaenda moja kwa moja mpaka mtu anakuja kumaliza form 4 kidogo, form 4 anakuwa mtu anakuwa tayari anauelewa na, na ana uwezo wa kufanya vitu kidogo, vinaweza kuwa kama ana uwezo mkubwa wa kufikiria tofauti na vile ilivyokuwa la saba. Kama taifa tunaenda sasa kwanza kuweza Uh, kutatua tatizo la ajira ambalo lilikuwa, uh, likizungumzwa sana hapa nchini, kwa sababu hivi sasa wanafunzi wetu wanafundishwa kujitegemea kupitia mtaala huu mpya uh, lakini lingine, uh, mtaala unawapa nafasi wanafunzi katika swala zima la ubunifu, na, na mwisho, ndio hivyo kwamba wanakuwa na uwezo wa kujitegemea. Kwa hiyo naona kama taifa kwamba vijana ambao tunakwenda kuzalisha sasa watakuwa ni vijana ambao wanaweza kujisimamia wao wenyewe, watakuwa ni vijana ambao wanaweza kujiajiri wao wenyewe. Kwa hiyo lile tatizo la ajira uh, moja kwa moja tunaenda kupata suluhisho lake kupitia mtaala huu mpya. Elimu hii ya lazima inaenda kuleta tena mageuzi mengine uh, kwa taifa, kwa sababu elimu ya lazima kama tutakumbuka, ilikuwa ni miaka saba. Uh, darasa la kwanza mpaka la saba ndio ilikuwa elimu ya lazima. Unakuta kijana au mtoto au mwanafunzi anamaliza darasa la saba akiwa bado hana ujuzi wa kutosha, na ndio maana wengi wao walikosa ajira. Sasa elimu hii ya lazima uh, kwenda miaka kumi, yaani tuna miaka sita uh, ya shule ya msingi na miaka minne ya sekondari Aa, ni wazi naenda kufungua tena ukurasa mwingine mpya, tutakuwa na wasomi wengi aa, lakini vijana wengi wanaenda kupata nafasi sasa aa, ya kuweza kufika ile elimu ya kati, kwa sababu wote kupitia mtaala huu mpya na sera hii ya elimu bure, kila Mtanzania sasa ataweza kufika mpaka kidato cha nne, na hii itasaidia hata baada ya kumaliza kidato cha nne basi akija huku mtaani tayari anakuwa na ujuzi wa kutosha, ana uwezo wa kujisimamia yeye mwenyewe, lakini pia anakuwa na uwezo wa kuamua mambo yeye ye mwenyewe, lakini pia tunarudi pale pale kwamba elimu hii ya lazima ambayo itakuwa mpaka kidato cha nne inaenda kutusaidia sasa kuwa na vijana wengi ambao wataweza kujiajiri wao wenyewe kwanza. Kwa upande wangu mimi kama mwanafunzi naona ni mfumo mzuri sana kwa kuwa unasaidia wanafunzi wengi. Kwa mfano kama mimi nilipokuwa nimemaliza darasa la saba, kuna wenzangu mm. wengine walifeli. Sasa hivi wapo tu mtaani, wengine mabodaboda, wengine wapo kwenye makundi mabaya huko. Kwa hiyo ni mfumo mzuri, unaweza kusaidia wanafunzi kufikia malengo yao. Sasa hivi mtaala uliopo unamwandaa wanafunzi kushindana katika kufanya competitive katika soko la ajira, katika ukanda na ukanda wa kimataifa zaidi. Kwa hiyo mimi ninazoweza kusema ni kwamba katika wizara, katika serikali na waliohusika wa mtaala mpya utakuwa ni mzuri sana, hasa katika kumwandaa mwanafunzi katika soko la ajira. Lakini vile vile kumwandaa mwanafunzi aweze kujiajiri kwa sababu kwanza unamtengeneza mentality mwanafunzi ajue, nasoma baadaye naweza nikajiajiri. Sio unasoma baadaye unapanga foleni kwa ajili ya kuajiriwa. Sasa hivi hilo alipo, na ni faida sana kwa serikali yetu kwa sababu tumeingia katika mazingira ambayo tunaenda kushindana katika level ya kikanda na kimataifa zaidi katika soko la ajira kujiajiri, Vile vile kujiajiri sasa hivi. Elimu ya lazima kuwa form 4 ni kitu cha muhimu sana na cha msingi sana kwa sababu hata ajira zote zilizopo serikalini zilizoko katika sekta binafsi wanaangalia cheti cha form 4 sio cha la saba. Kwa hiyo cheti cha la saba kilikuwepo tu lakini kilikuwa hakina sifa sana kwa sababu unafikiria unakitumia wapi? Ni bora kipindi cha nyuma ulikuwa unakitumia kwenda mgambo. Sasa hivi hata mgambo haipo. Kwa hiyo kwa kifupi cheti cha form 4 kina umuhimu sana na hata hivyo ili taifa liweze kujiendeleza kama alivyosema Mwalimu Julius Kambarage Nyerere miaka nyuma kuwa lazima taifa linahitaji watu wasomi. Wasomi ni pamoja na kupata elimu ya form 4 kidato cha nne. Shule kwa wingi wake zilivyoongezeka pia zimechangia kwamba ku, idadi kubwa ya vijana ambao wanakuwa mtaani tumeipunguza, nayo inaendelea kuwepo mashuleni kwa sababu si kila mwanafunzi anafeli labda hana akili yehe, kwa hiyo inachangia idadi hiyo kupunguza idadi za mabodaboda idadi za mapanya rodi na watoto kama hivyo mitaani. Uh, hii itaongeza kwa sababu kuongezeka kwa fedha katika wizara hii itachangia vifaa pia kuwa kwa wingi, kama vilivyoongezeka vitaendelea kuongezwa kwa wingi. ile changamoto ambazo zinachukuliwa kwenye miaka ya hivi karibuni, hizo fedha zitaweza kukava hapo na kuleta vifaa vingine ambavyo vitaongeza ufanisi wa wanafunzi zaidi. Usisahau kusubscribe kucomment, kulike na kushare